Umewahi kuingia kwenye ugomvi na mtu ukadhani ni jambo dogo lakini baadaye ikawa vita isiyoisha? Umewahi kumpuuza mtu ukifikiri hana nguvu na baadaye akaharibu kila kitu ulichojenga? Katika dunia ya nguvu, kosa dogo kama hilo linaweza kukugharimu heshima, kazi au hata maisha. Robert Greene ni katika kitabu chake maarufu duniani, The 48 Laws of Power, anatuonya kupitia sheria ya 19, Know who you are dealing with, do not offend the wrong person. Mjue unayeshughulika naye, usimkosee mtu asiyefaa. Leo nitakuonyesha kwa undani kwa nini kosa dogo la kumkosea mtu fulani linaweza kuharibu nguvu zako zote na jinsi unavyoweza kuishi kwa hekima kwenye dunia yenye watu wa kila aina. Endelea kutazama na tega sikio kwa umakini. Robert Greene anasema, There are people you should never offend. They may forgive, but they will never forget. Tafsiri yake, kuna watu ambao hupaswi kuwakwaza kamwe. Wanaweza kusamehe, lakini hawatasahau milele. Maana yake katika maisha ni kwamba binadamu wote si sawa. Kuna wenye ego kubwa, wanachukia ukionekana unawazidi. Wenye visasi hawasamehi, hujilimbikizia hasira. Wenye nguvu za siri huonekana wanyonge, lakini nyuma wanabeba mtandao mkubwa wa siri. Nguvu halisi sio kupigana na kila mtu, ni kujua nani wa kupigana naye, nani wa kupuuza na nani wa kuacha kabisa. Tambua tabia na hisia za mtu kabla ya kumwingilia. Robert Greene hutumia visa vya kihistoria na falsafa kutufundisha kwa undani. Hebu tusikilize. Karne ya tano kabla ya Kristo, upepo wa baridi ulikuwa ukivuma katika njia za kifalume za China. Kijana aliyechoka safari, Prince Ch'ung-erh, mtoto wa kifalume wa jimbo la Chen, alikuwa katika uhamisho. Alikuwa ametoroka ghasia za kifamilia. Hakuna tajiri hakuna ulinzi bali safari ya maumivu na njaa, lakini ndani ya macho yake kulikuwa na cheche ya uvumilivu. Alijua siku moja atarudi kuchukua kiti chake cha enzi. Siku moja msafara wake ulifika jimbo la Cheng. Mfalme wa Cheng alimwona kama mhamiaji wa kawaida. Waziri wake Shu Chan alimwonya kwamba huyu si wa kubezewa, ni mwana wa kifalume, mpe heshima, mpe malazi lakini mfalme alicheka akamfanyia dharau akampa malazi duni, hata akaonyesha kejeli mbele ya hadhira. Miaka ilipita, Ch'ung-erh alikusanya washirika akaimarisha jeshi. Siku moja, anga la Cheng lilijaa vumbi la askari wake. Alichukua miji nane bila huruma, akaangusha utawala wa huyo huyo mfalme aliyemkebehi na akamtupa uhamishoni Kilema cha heshima aliyokuwa ameipoteza. Somo: usimdharau yule anayeonekana dhaifu. Kila aliyekimya anaweza kuwa na nguvu zisizotarajiwa. Hii ndiyo roho ya sheria ya 19: mjue unayemkabili, usimkosee mtu usiyemjua. Hebu tangalie mfano wa kisasa, kisa cha mwanamuziki maarufu ulimwenguni Taylor Swift na Scooter Braun. Mwaka 2019 anga la mziki wa kimataifa lilitikiswa na habari isiyotarajiwa. Taylor Swift, nyota wa pop aliyepanda kutoka msichana wa country hadi kuwa mmoja wa wasanii wakubwa duniani, aliamuka siku moja kupata taarifa za kushangaza: katalogi yote ya nyimbo zake za awali, kazi za miaka, kumbukumbu kumbu za mafanikio yake, imenunuliwa mnunuzi, meneja mashuhuri wa mziki, Scooter Braun. Mchakato wote ulikuwa kimya wa kibiashara, kana kwamba ni dili dogo tu la ofisini. Hakukuwa na simu ya tahadhari, hakuna mazungumzo ya kirafiki, hakuna nafasi ya moja kutoa maamuzi yake. Taylor alidhani anaelewa sheria za mchezo, alifikiri anakabiliana na ulimwengu wa kawaida wa biashara. Lakini nyuma ya pazia, Braun alikuwa na mitandao mikubwa na ushawishi hauonekani juu ya meza. Gafla, Swift akapoteza udhibiti wa mziki uliomjenga yeye kila album, kila wimbo wa mwanzo. Badala ya kukubali kushindwa, akapanga mstakati, akaanza kurekodi upya album zake zote moja kwa moja na kuzitoa kama Taylor's Version. Hatua hii ya kihistoria iliyoonyesha akili na uthubutu, somo hata katika karne ya teknolojia na uwazi, nguvu halisi mara nyingi zimefichika. Kabla ya kufanya mkataba, chunguza undani, jua unayemkabili na heshimu uwezo usioonekana. Hii ndiyo kini cha sheria ya 19: usimkose mtu usiyemtambua kwa sababu kosa moja linaweza kukugarimu urithi mzima. Jinsi ya kutumia sheria hii: moja, uchunguzi wa kina. Fanya background check ya kijamii tabia zao, maadili, watu wao wa karibu. Tumia mazungumzo ya kawaida kugundua tabia. Je, ni wenye hasira? Ni wavumilivu? Angalia ishara ndogo, lugha ya mwili, jinsi wanavyowaheshimu watu wengine. Mbili, pima mamlaka yao ya siri. Je, wana uhusiano wa kisiasa au kifamilia? Je, wanawafuasi wanaoweza kubadilika kuwa jeshi lisiloonekana tatu. Chagua lugha na mipaka. Ongea kwa heshima hata kama hauna hofu. Epuka kejeli hata za mzaha, kwa mtu usiyemjua. Nne. wakati wa migogoro, ukiona ishara za hatari, ondoka mstakati, badili njia ya kuwasiliana, barua rasmi, ushahidi wa maandishi. Tano ushawishi wa kiroho na utamaduni katika jamii za Kiafrika. Msemo ukisema usikanyage nyoka kichwa bila kujua mzizi wake. Tumia hekima ya babu zetu kusoma uso, sauti na hadithi za ukoo. Onyo na mitago: usiishi kwa woga. Sheria hii siyo msingizo wa kumwogopa kila mtu. Usitumie kama silaha ya udhulumu, kuitumia kuwatisha wengine itakugeukia. Heshima haiwezi kuwa unyonge, ni ulinzi wa akili. Watu wenye ego ndogo mara nyingi ndio hatari zaidi, wanatafuta kuthibitisha heshima yao. Maoni kutoka Fikra Chanya: mimi binafsi naona sheria ya 19 sio mbinu ya ujanja tu, bali ni hekima ya kila siku. Kila jamii ina msemo unaofanana Usicheze na simba aliyelala. Nimejifunza kuwa kumjua mtu ni zaidi ya jina au cheo. Ni kuelewa historia, majeruhi na watu walioko nyuma yake. Kwa hiyo kabla ya kuzungumza, kuuliza au kuchukua hatua, jiulize, je, ninajua kweli ninayemkabili? Hapo ndipo utakuwa salama. Sio kwa woga, bali kwa hekima.